Haya jamani, mambo ni mengi, muda ni mchache, penzi limerudi tena. Hello guys welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel, basi usisahau ku subscribe ku like and comment. Well, bila ya kupoteza muda, lets get right into the video. Haya bwana, leo mapema kabisa tumepostiwa hii video ya Diamond Platnumz akiwa na Zuchu. Habari hawana habari hawapati. Ili penzi bwana lina kashkashi, yani siku zote ili penzi limekaa tu kivita vita na kashkashi, yani lina. In short wanatuambia mtasubiri sana kufunjika kwa hili penzi, tutasubiri, yani tutaendelea kusubiri and uh, mange kimambi bwana Ame, ame alikuwa anamwongelea sana Zuchu mpaka watu wakajajua, wakataka kumdefend, kwa nini unamwongelea Zuchu kwenye mabaya? wai ende, Mange kasema bwana, kwa sababu upepo sasa hivi uko kwa Zuchu, yani Zuchu ndo yuko kinganga yani, in short, yuko na Diamond ma anapigwa matukio hataki kuondoka, ndiyo maana kawa topic yake kubwa sana kwa sasa hivi, kama vile ilivyokuwa Zari alimuongelea, baadaye akapotea. Sasa hivi anamwongelea Zuchu kutokana na mambo mengi yanayomtokea kwenye familia ya Diamond, familia yake. Okay, tuachane na Mange kidogo tuje kwenye reality ya Zuchu na Diamond Platnumz. Na tunajua vita kubwa ya Zuchu na Diamond ni kuhusu ndoa, Zuchu kuolewa na Diamond Platnumz. So vipingamizi viko vingi e, mama mkwe, inasemekana mama Dangote hamtaki kabisa Zuchu. Sio tu mama Dangote, timu yote ya Diamond, ndugu zake wote hawamtaki Zuchu, na pia inasemekana kinachofanya Diamond Platnumz astik na Zuchu, yaani asibanduke, sio mapenzi, ni kwamba Zuchu anamwingizia pesa nyingi sana WCB. Yani Zuchu ni aseti kubwa sana ya Diamond, maana kumwacha inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ka, kasimama hapo katikati, huku ndoa huku kumwacha. Well, na hii story pia kaitoa Mange na akatuonesha kabisa mkataba wa Zuchu kwamba nani, Diamond kuachana na Zuchu hiyo itakuwa ni ngumu kwa sababu Zuchu ni big asset kwa Diamond. Well, na Mange pia Eh, stori zilikuwa zinavuma hapa kwamba Zuchu katishia kuondoka kwa WCB, ama Diamond Platnumz amuoe. Kwa hiyo hapo, either ataondoka au amuoe ndo aendelee. Mi sijazisikia lakini, inasemekana hivyo kwamba Zuchu anatishia kuondoka WCB ama Diamond Platnumz. And guys, you know Diamond ujana bado haujamuisha, ndo maana Zuchu anapigwa matukio. Lakini ndo hivyo, wanaendelea mwisho wa siku wanarudiana na vipi. But guys, in reality hatujui kama kweli Diamond yuko na Zuchu kwa ajili ni kama big asset yake ama ana mpenda kweli, anamvumilia hataki kusepa, ama ni vipi? Hiyo siri anaijua mwenyewe Diamond. Mimi na wewe we don't know about that. Na ishu ya Zuchu kuolewa na Diamond, kama nilivyowaambieni, na huu sio msemo wangu nope huko mitandaoni everyone knows kwamba mama Dangote Esma Platnumz na timu yote ya Diamond haimtaki zuchu kabisa, yani haimtaki Zuchu aolewe na Diamond Platnumz, na hii ni kwa sababu inasemekana, lakini kwa sababu Zuchu tabia zake so nzuri so and so. Uh, lakini me and you hatuko shua sure kama ni kweli Zuchu tabia zake si nzuri, ndo maana familia yake haitaki aolewe na Diamond ama vipi? okay, Let's say Zuchu sawa tabia zake sio nzuri, lakini pia tushazoea Mama Dangote hataki wanawake kwa mtoto wake, yani kila mwanamke ambaye Diamond anataka kumuua, basi mama mkwe anakuwa kizuizi kikubwa sana. Hii pia inajulikana, all the fans ya hii couple, all the fans za WCB wanajua hii ishu kwamba Mama Dangote hataki mtoto wake awe, I don't know why, lakini maybe kwa sababu ya mali. Oh, maybe anaona another family member akiingia kwenye familia yao ataharibu labda mipango yao au vipi, eh, atachuna Diamond, eh, you never know. Lakini Zuchu anaeleweka, ana kipato cha kueleweka. Na ukiachia Zuchu, mbona Zari pia alikuwa na uwezo wake mkubwa tu? Ama tu ni mapenzi ya mama kwa mtoto wake. Kama una mtoto wa kiume basi utaelewa. Well, sasa hatujui hapa kama Diamond atamuoa Zuchu ama hii relationship itaendelea kuwa na migogoro hivi hivi. Yani leo watatuonyesha wako sawa, kesho hawako sawa, yani mpaka tujute wenyewe kuwafuatilia. Well guys, na sisi hatuchoki kuwafuatilia yani, tutawafuatilia kila siku tuone ile penzi litafikia mwisho wake wapi, kama kila mtu ata move on ama watafunga ndoa. Lakini mi nitafurahi sana wakifunga ndoa, though Diamond sio mume bora kwa Zuchu, lakini nitafurahi ikapo ikifunga ndoa. Well, na hii trip walikuwa wanaelekea Singida. Mi drop comment yako hapo chini kuhusu hii. Okay, guys, msisahau kusubscribe, ku like and comment, pia ekeni notification on ili msipitwe na habari mbalimbali za mastaa tofauti tofauti.